Karibu mwana Azam FC katika kipindi chetu pendwa cha Azam FC TV kupitia chaneli yako nambari moja ya michezo Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Hii ni sehemu maalum tunayoandaa kwa ajili ya mashabiki na wapenzi wa Azam FC, tukikuletea taarifa muhimu kuhusu klabu yako pendwa ya Azam FC. Katika kipindi chetu cha leo tunakuletea tathmini ya mchezo wa kirafiki kati ya Azam FC senior team dhidi ya Pan Africa, pamoja na maandalizi ya mwisho ya kikosi cha Azam FC under 20, kabla ya mchezo utakaopigwa hapo kesho dhidi ya Tabora United under 20. Pia tutakuwa na mahojiano ya benchi la ufundi na wachezaji kiujumla kuelekea mchezo huo. Kuyapata haya na mengine mengi, usiondoke kando ya runinga yako, salia kutazama Azam FC TV kupitia Azam Sports 1

Mbona umekaa kizembe eh? Natamani sana kucheza tatizo yu yu yu. Sina, sina jezi za Azam. Unafeli wapi wewe? Mwezi wa tatu tarehe ishirini, siku ya Alhamisi kuna punguzo kubwa la bei ya jezi za Azam. Mwambie mzazi wako akunulie kweli. Mtazamaji, na hayo yalikuwa ni ya timu kubwa. Sasa tuangalie timu yetu ya vijana Under 20 . Leo timu yetu ya vijana imefanya mazoezi yake ya mwisho kwa ajili ya kujiweka sawa kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara dhidi ya Tabora ya United Under 20. Mchezo huu utachezwa hapo kesho majira ya saa tatu usiku. Mchezo huu unatarajiwa kuwa mkali na wa kusisimua utakaopigwa katika viunga vya Azam Complex cha Chamazi, na tumsikilize kocha mkuu akituelezea hali ya kikosi ilivyo kuelekea mechi hii muhimu. Uh, najua utakuwa ni mechi ya ushindani na tunajua ubora wao Tabora uko sehemu gani, lakini pia tunajua mapungufu yao yako sehemu gani. Sisi kama Azam tumejipanga kwenda kabiliana nao uh, katika mchezo wa kesho na bahati nzuri asilimia uh, kubwa maandalizi yote yamekamilika, na asilimia kubwa wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Tutakwenda kumkosa uh, mchezaji wetu kiungo wetu Rajab sababu ya kadi tatu za njano, lakini wachezaji wengine wote wapo. Itategemea na mazoezi ya mwisho na namna atakavyoamka, atakakuwa yuko tayari, wote wako tayari kwa ajili ya mechi kikubwa tunaomba mashabiki wetu wajitokeze kwa wingi kuja kuisupport timu yao, kwa sababu tunacheza nyumbani. Tumeona mechi za mikoani, tunaenda kucheza na wapinzani wetu wenyewe walikuwa wanapata support kubwa sana kutoka kwa mashabiki wao, na sisi mashabiki wetu wamekuwa bega kwa bega na sisi kutusupport, kwa wale ambao wanakuja uwanjani, lakini pia wale ambao wamekuwa waji uwanjani, wenyewe wameendelea kutusupport. Kwa hiyo tunaomba waendelee kutusupport, waje kwa wingi na bahati nzuri. Uh, mechi itachezwa usiku na ni muda mzuri ukizingatia kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunaomba mashabiki wetu waje kwa wingi, na tunawaidi katika mchezo wa kesho tutakwenda kuwapa matokeo na tutaenda kuwapa zawadi ya pointi tatu. Nikiangalia zaidi ya asilimia tisini na tano wachezaji wote morali yao iko juu. Kwanza ushindani wa nafasi umeongezeka, lakini kitu cha pili uh, kila mchezaji unamwona anahitaji mechi kutokana na na na na na, na, na squad ambayo tumekopa nayo. Hili ni jambo zuri. Uh, nyuma tulikuwa na changamoto ya uh, majeruhi, lakini pia kukosekana baadhi ya wachezaji kwa sababu tofauti tofauti, lakini this time around tuna squad yote wachezaji wetu kamili wote wakiwa kwa pamoja, na tunatrain kwa kwa pamoja na kwa kwa pamoja na na tunahakikisha tunakwenda kwenye mechi, na hata baada ya game tulipata muda ku review game. Tumeangalia mapungufu yetu, lakini pia ukiachilia mapungufu tumeangalia mpinzani wetu ni mpinzani wa aina gani. Kwa hiyo kwa vyote hivyo ambao tumeangalia na ukiangalia aina uh, ya wachezaji ambao tumekopo nao na aina maandalizi ambayo tumeyafanya, I hope kesho tunaenda kushinda na tunaenda kushinda kwa ushindi mkubwa. Aa, uh, nichukue nafasi hii kuwatakia mwezi me, mwema mtukufu wa Ramadhani Waislamu wote duniani lakini pia nichukue nafasi hii kwa kuwatakia mfungo mwema wa Kwaresma Wakristo wote duniani inshallah. Azam FC TV ilipata nafasi ya kuzungumza na mchezaji anayetarajiwa kuwa mfungaji mwenye mabao mengi zaidi Omari Mdachi akitueleza hali ya wachezaji wenzake na jinsi walivyojiandaa pamoja na morali walionayo kuelekea mchezo huu muhimu dhidi ya Tabora United. Sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu maandalizi tumefanya vizuri, vizuri. After mechi ya... mechi ya tulomaliza tumemaliza vizuri mpaka hivi sasa na maandalizi pia tuliofanya pia ni mazuri, kwa hiyo tunaidi kesho ushindi na tutafanya vizuri pia Mwenyezi Mungu. Labla, morali ya wachezaji kiasi gani? Morali yetu ipo juu sana, kwa sababu kila mtu anataka kucheza onyesheame ni bora pia, na kila mtu anataka nafasi kou, ushindani ni mkubwa. Muja kutusapoti mtafurahi mta sana mkija kesho. Kwanza mm -hmm, niseme kwamba wao watakuja vingine kwa sababu sisi hapa tushacheza nao mechi ya kwanza na tunajua jinsi ambavyo walivyo. Kwa hiyo si watu kusumbua sana lakini huwezi kumzungumzia adui yako kwa vile. Ila kwa maandalizi tuliojiandaa tuna imani kesho, point 3 zinabaki hapa hapa. Hapa hapa haisi kutoka mtu kabisa. Yes, paka hapa paka hapa na kusema mpaka sasa hivi mimi ndo kwa timu yangu naongoza kwa magoli na nina kiu pia ku, kuwa mfungaji bora, kwa hiyo kila siku najitathmini mwenyewe niongeze kitu gani, na naongea na maticha maticha wanani hope, wananipa push, wanani push, wanani push. Kwa hiyo mechi ya kesho, na imani nitaongeza namba yangu ya magoli. Na haya yalikuwa mazungumzo na mshambuliaji wetu Omar Mdachi. Ni wazi kuwa wachezaji wako tayari kwa mchezo wa kesho, na morali yao ni ya hali ya juu. Mashabiki wa Azam FC msikose kushuhudia mchezo huu kwenye viwanja vya Azam Complex kesho saa tatu kamili usiku.

ilikuwa maandalizi kuelekea mchezo wetu wa kesho, lakini sasa tuangalie mchezo wetu wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC, ambapo timu yetu ya vijana ilipambana na Yanga Africans Under 20. Katika mbungi hiyo iliyochezwa tarehe 12 Machi mwaka 2025 katika viwanja vya Azam Complex Chamazi Ilikuwa ni mechi yenye ushindani mkubwa ambapo timu zote mbili zilionyesha mchezo mzuri na hatimaye mechi hiyo ikakamilika kwa ushindi wa bao moja kwa moja, na sasa hebu tuangalie highlights za mchezo huu na jinsi timu yetu ilivyocheza

Na huyu ni Omar Mdachi akizungumzia mchezo huu jinsi ulivyokuwa wa kusisimua. Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu na matokeo tuliopata, pia tunamshukuru kwa sababu bila yeye tusingefika hapa na tusingepata matokeo haya, ila tumepambana kadri ya uwezo wetu, ila ndo wenzetu wamekuja kupambana na sisi, tumekuja kupambana. Tunashukuru pia Mwenyezi Mungu kwa, kwa kila kitu ambacho kimetokea mpaka hivi sasa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Napambana na nataka niwe mfungaji bora, na makocha pia ambao nipo nao wazuri, wananishauri na wananipa nguvu kabisa kufanya mazoezi, wananipa ni motisha bwana, au mfanye hichi fanye hichi, utafika sehemu fulani, na mimi kweli nafanya, na matokeo ndo nayaona uwanjani. Mazoezi na focus na kile ambacho mwalimu anataka anataka tufanye sote, na mimi naongeza juhudi, naamini nitakuwa ninavyotaka na nitakuwa mfungaji bora kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Hayo yalikuwa maneno ya Omar Mdachi nyota wetu akizungumza mara baada ya mchezo kutamatika. Mpenzi mtazamaji wa Azam FC TV kwa sasa tunajiandaa na mchezo wetu wa ligi kuu soka Tanzania bara hapo kesho dhidi ya Tabora United. Mpenzi mtazamaji, hadi kufikia nukta hii hatuna la ziada, tunaweka kalamu chini, lakini usikose kuungana nasi katika kipindi kingine. Hadi wakati mwingine, asante na kwa heri kwa sasa. Kumbuka, Azam FC timu bora bidhaa bora.